Ya nyumba za shirika la nyumba NHC umekuwa kero kwa wapi, wapangaji na wapita njia na majirani kutokana na uchafu uliokithiri na harufu mbaya ya maji taka yanayozagaa hovyo katika nyumba hizo na mashimo yasiyofunikwa. Baadhi ya wapangaji na wapita njia kwa nyakati tofauti wameeleza TBC, ambao ni miongoni mwa wapangaji wa majengo hayo, kero wanazozipata kutokana na hali hiyo, ambayo inaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu na kuharadamu Taarifa zaidi na Monica Liampawe kutoka mkoani Morogoro. ya nyumba za shirika la nyumba NHC zilizoko manispaa ya Morogoro umekuwa kero kwa wapangaji, wapita njia na majirani kutokana na uchafu uliokithiri na harufu mbaya ya majitaka yanayozagaa ovyo katika nyumba hizo na mashimo yasiyofunikwa, licha ya wapangaji hao kutakiwa kulipa kodi kwa wakati. Kwa kweli ziko kero nyingi, kwa sababu hizi nyumba za National Housing, pamoja na kwamba ni nyumba ambazo zinakodishwa na zinalipiwa, fedha na fedha ile ilipasa itumike kwa ajili ya ukarabati pia, lakini hizi nyumba kwa kweli hazifanyii ukarabati. Ukarabati unaofanyiwa ni mdogo sana tu, ule wa juu juu tu, paka paka rangi kwa juu na nini, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo wanatakiwa kuendelea kuendelea, kuendelea kufanyia ukarabati kila siku kwa sababu hizi nyumba zinaendelea kutumika na kila wakati zinaendelea kupata uharibifu fulani Kuyo, kwa hiyo fedha inayopatikana ni vyema ifanyike kwa ajili ya ukarabati. Sasa kwa mfano ndani unakuta nyumba ina, ina, ina leakage kama hivi, unaona maji yanatoka juu huko. Juu kuna nyumba za watu zinaishi wanaishi kwa hiyo ni maji yanayotoka bafuni, hatuna uhakika haya maji yanayotoka bafuni ni maji ya sabuni au ni, ni maji ya kutoka wapi? Kwa kweli hii harufu sio nzuri kwa binadamu ha? Hata unapo kanyaga chini hapa kwenye nyevunyevu sio mzuri ha. Haya, hmm, maji kwenye mabomba eh, yaliyokuwa mabovu wayatengeneze kusudi maji yasitawanyike namna hiyo. Sasa ni juu ya, ya hawa watumishi wanawekaa umu wawambie wale wahusika, eh, waje na mafundi watengeneze. Wahusika wa hizi nyumba, sekta husika ya kuhusu hizi nyumba hizi watafutwe, waonekane na waelezee kwamba hizi nyumba hau zimebinafsishwa, zimeuzwa au ziko ndani ya National Housing. Kama ziko ndani ya National Housing, mhusika waje wafanye hii kazi, waite watu wa idara hii wafanye hii kazi, sio kwamba walete kero kama hizi hapa, kwa niaba ya kuja kuna nani, kusababishia watu magonjwa ambayo hayalingana ni na hali ya kiafya sasa hivi. Kwa hiyo kilichopo hapa sasa hivi ni kutafuta mhusika, msimamizi wa hizi nyumba za National Housing. Kutokana na hali hiyo ikanilazimu kufika katika ofisi ya meneja wa tawi la shirika la nyumba mkoani Morogoro, Veneranda Sefu, kutaka kujua kulikoni. Naam, hata hivyo, jitihada za mwandishi huyo kupata fafanuzi kutoka kwa uongozi wa shirika la nyumba mkoani Morogoro ziligonga mwamba.